Majina ni Ronald Wanjala. Mimi nataka kusema maneno mawili. Hii mwezi imeanza hii, hii tarehe 27, tutakuwa na na, mine, na na uchakuzi kwanza. Sisi kama jamii kutoka pale Western tutakuwa na uchakuzi pale Malava, na hii uchakuzi iko katikati ya Mheshimiwa ava George na natembea na msare wa mtavadi msare wa mtavadi ameenda bila chama. Msare wa mtavadi amepepa tu pesa ya set house. Mimi nataka kuambia watu wa Malava ya kwamba tushikilie Mheshimiwa Chochi Kava na wa Transoya Chochi Natembea, huyo ndio peke yake anaweza enda kwa akeitepo in aulete matunda kutoka kwa gavamenti kubwa, alete pale chini Msali wa Mtavadi atuambie, kwa hii miaka mitatu akiwa minista anatufanyia nini? watu wa pale Malava asuwa sisi watu wa kutoka Western, Mtavadi ameleta nini ama kwa hii serikali yako kama kostiwaka? Sisi atuwezi kubali mtu mwenye ana chama ati anabeba chama ya mtu mwingine ati ndi anakuja kuuza nyumbani kwetu this time round kama Mudavadi awoni mbele, nilikwambia rudi nyuma ya mheshimiwa tochi na tembea, akuonyeshe barabara. Huwezi kuwa umefunja chama unakuja kutuambia ati nimeleta chama ya Ruto hapa, na watu wengine wametoka tu huko kwote wamekuja kununua pale western. Wanaona western kama ni kwao. Mimi nataka kuambia Faruku Faruku, cheza kwa mlango wenu fru cheza kwa mulango yenu. Sisi hatukuji kucheza kwa mulango yenu, na kifungo tulipewa mweshimi wacho cinatembea na mimi na uchumbe kwa mwezhimu wacho cinatembea ucumbe wa kwanza, tumeweka huyu mbera kutuongoza lakini tumeona ameshindwa. Ndio tume maana tumemtoa, tumepewa mtu mwingine hapa yule atatafuta makalfrendi aligireta kwa ministri Moses Masika Wetangula ameshindwa na kazi yake, tumemutoa tumeleta Oparanya. Oparanya kazi yake ni kutafuta eh, eh bigedi hapo, amemunulia nyumba hapo, sio kimao ndio anaishi. mm -hmm. Sisi hatuwezi kukubali viongozi wale wanakuja na makalfrendi this time round tumechoka. Na mimi nataka kama nataka kukwambia Mheshimiwa Chochi, natembea kaana, aa aa, nataka kukwambia kitu moja baba, saizi kama vijana kutoka pale Western tumeshika rungu, tumesimama nazo nyuma yako tumeshika rungu tumesimama nazo nyuma yako, ukireta ukiinua kichwa utupeleke kwa shimo yenye, hatutaki kama vijana pia. Sisi tutakunyorosha saa hizi, hatutaki mchezo ati kura zetu zinatumika kama suruari ya wanawake ya ndani. Hatuwezi, hatuwezi, hatuwezi bwana, tumechoka. Mimi nataka kusema hivi Awa kingpin. Mwesimi wa chaji natembea. Shikanisha jamii ya Muluya. Ndo tukienda kwa baka ingi ni tepo. Tuko na nguvu ya kupata chochote tunataka. Musalia Mudavadi anatumika na William Ruto. Musalia Mudavadi mbaka faru. Anajua bedroom ya Mudavadi kuliko mwenye amesaliwa kwa hiyo nyumba, yani wame chenga nyumba lakini mtu mwingine unajua mpaka kwa, kwa jikoni. Wewe mwenyewe hadi hujui jikoni yako iko wapi? Kusema ukweli, Mudavadi, umeajia Faruku hadi ndio anatawala Western. Faruku mudi wa class 3 drop out. Faruku bwana, sisi tumecho, yani tuko na viongozi wamesoma kama chochi natembea, hadi Musalia Mudavadi analeja Faruku ndio hadi ana. anakoa kwetu Bwana, sisi tunataka kusema hivi na ku machungu <tuk> William Ruto amesema pale juzi, hadi yule mutu alikuwa anamtishia ni baba na sisi, sisi tunataka kukwambia William Ruto, yule mutu atakutishia ni choo cinatembea. Hatutaki mcheso tarehe ishirini na saba hii mwezi, katika uchakusi wa pale, tugenda seti panyako malaba abebe kiti na sedi panya kaki chukua uongozi, mjue ya kwamba sisi kama jamii tumepepa church na tembea akiwa juu. Na tukiachilia hiyo, mnataka William Ruto na Faruk Kibet wale wale wa Brazil dropout ndio kuja kututawala pale nyumbani. Yani nyinyi sahi, ndugu zangu kutoka Western, mimi nataka kuwaone, tuachane na hivi. Faruko akileta pesa ya Ruto, chukueni pesa mkule, lakini kula ni kwa seipanyako. Hapo ndo tumeona tai na waka, hapo ndo tumeona nyota. Sisi tusimame imara, jamii yangu ya Western, tusimame imara pale. Malavan ni seipanyako, na mkipea seipanyako, umepea chochi natembea, unapea natembea nguvu ya kupakeni

Na si hadi mimi mzali mtabadi ni kijana mdogo. Sasa yeye anaelekea 70 years. Na unaona mwili wa mzali mtabadi ni ile ya kuisha haraka haraka. Tu mwili mkubwa si kama hii yangu. Tukipea mzali ule wa mruto 2027. 2032 tutakuwa na miaka ngapi? Ni utakuwa unakaa kaa aje? Una ana kutembea peke yako, utakuwa unaweza. Ndugu zangu kutoka Western tuko na kijana umchapakazi, na yu kijana amejitokeza anataka mabadiliko ikue ikuwe pale Western. Tafadhali tushikane mkono, tutembee kwa pamoja to make sure Kingpin choshi natembea ako na wafuasi, na tutaki mchezo. Said Banyako for MP Malava coming election tarehe 27, tunatoka hapa Wednesday, tunaelekea pale pale Malava to campaign our hero our upcoming MP Sadi Panyako. Whoever is willing to join us we can do so to join to tembea pamoja mpaka pale Malava. Tunataka tuende, tutoe wale masikele ndio wamekaa pale kuna machokora watu wa class 3 drop out wamejaa pale, hadi wanapea mapesa kutoka pale Ikulu wakapeleka pale Malavu. Saa hii tumewapea red flag, hatutaki mchezo, hatutaki mchezo. Choji natembea shika, ushukani, nyorosha pale wa... mtu yoyote anakuja vibaya, kata miguu, sisi tutakata mikono na tunaenda mbele. Asanteni sana.